Unaambiwa kocha mpya Simba Sports Club ameushauri uongozi huo kuangalia uwezekano wa kuwapata baadhi ya makocha ambao walikuwa wanafanya nao kazi katika klabu ya South Africa Stellenbosch, ili kuunda benchi imara la ukundi ambalo litakalotekeleza mahitaji yake ya falsafa ya soka ya ufundishaji wake ndani ya klabu ya Simba Sports Club, huku taarifa ikionyesha viongozi wa Simba pamoja na tajiri Mohamed Daudi wameanza kulifanyia kazi ombi hilo, hatua inayoonyesha dhamira ya viongozi kuboresha benchi la ufundi hilo kabla ya mashindano ya vilabu hayajaanza, huku kwa upande wa mashabiki wa Simba Sports Club wakiwa na shauku kubwa ya kusubiria majina yapi ya makocha ambayo yatawasili ndani ya Msimbazi, huku matarajio ya wengi yakiwa ni kujenga timu imara yenye ushindani wa ndani ya nchi pamoja na nje ya nchi. Asanteni sana naitwa Mr. Information Miner. Msisahau kusubscribe chaneli yetu jamani, kwa kupata update za michezo mbalimbali. Asanteni sana, karibuni tena.